Mrembo lakini ombaomba alikaa mtaani, hakuwa na chochote lakini alikuwa na matumaini. Siku moja ya mama mmoja alimletea chakula. Ombaomba omba yule alikipokea chakula kile kwa furaha na kusema asante sana, lakini mama yule alimwonyeshea kwa mkono na kumwambia usinishukuru mimi, mshukuru tajiri yangu, yeye ndo amekupatia chakula hicho. Ombaomba Maria aliangalia ndani ya mgahawa na kumwona mtu huyo, kisha akainamisha kichwa chake kumshukuru. Alianza kula chakula kile kwa haraka kama mtu mwenye njaa ya wiki nzima. Baada ya kumaliza, aliingia na kumsogelea tajiri yule, samahani mheshimiwa, unaweza kuniazima mia Ghafla mama yule alimfokea, chakula ulichopewa hakijakutosha. Ombaomba maria aliomba, tafadhali, nataka nirudi kijijini kwetu niliibiwa waleti yangu na mizigo yote stesheni. Kuona alivyokuwa akiomba na huzuni aliyokuwa nao, tajiri yule alimwambia mama yule ampe un mia sita. Mama yule alifanya hivyo, akishinga upande macho ya omba omba maria yalijawa na machozi. Asante sana mheshimiwa, naomba nipe mawasiliano yako, nitakutafuta ili nilipe wema ulionitendea leo. Lakini tajiri alitabasamu tu na kumwambia haina haja, hiyo ni zawadi tu nimekupatia, kuwa makini. Ombaomba omba maria alimshukuru kwa mara nyingine, kisha akaondoka. Kini mama yule alimfuata na kumpatia kipande cha karatasi. Chukua, haya ni mawasiliano ya tajiri wangu, lazima uje ulipe. Mimi sikuamini. Tajiri akamwambia hakukuwa na haja ya kufanya hivyo. Pamoja na hivyo, ombaomba omba Maria alipokea karatasi ile na kupotea. Siku mbili baadaye, tajiri yule aliweka bondi mgawao wake kwa kiwango fulani cha pesa. Alifanya vile kwa sababu alipokea taarifa kuwa mama yake anaumwa sana na alitakiwa kufanyiwa upasuaji, wakati yeye hakuwa na pesa za kutosha kulipia upasuaji huo. Miaka mitano ilipita, ombaomba omba Maria alirudi, lakini hakuwa Maria yule ombaomba. Alivaa nguo za thamani na alikuwa na muonekano tofauti t alirudi katika mgahawa ule na kumkuta yule mama. Samahani mama, nimemkuta tajiri mwenye mgahawa huu? Mama yule alimgeukia na kumuuliza wewe ni nani na kwa nini unamtafuta Maria? Mimi niombaomba yule aliyenipa chakula miaka mitano iliyopita, nimekuja kulipa deni lake kama nilivyoahidi. Mama yule aliongea kwa huzuni, samahani kipenzi, aliweka mgahawa bondi baada ya mama yake kulazwa na kuhitaji kufanyiwa upasuaji. Sasa hivi anafanya kazi za kibarua jirani pale kwenye ujenzi. Maria aliumia sana. Bila kupoteza hata sekunde, Maria alikimbilia pale kwenye ujenzi na ndipo alimkuta tajiri yule akiwa anapiga kazi za vumbi huku akiangaika kubeba mizigo mizito. Maria aliumia sana moyoni mwake. Mheshimiwa! Maria aliita kwa sauti yenye uzuni. Tajiri yule aligeuka na kumwona Maria. Kwa nini umerudi Maria, nimekuja kukulipa. nimeambiwa matatizo yote yaliyokupata, tafadhali naomba nikusaidie. Tajiri sitaji msaada wako. Aligeuka na kutaka kuondoka. Maria alimshika mkono, huku machozi yakimtoka. Subiri mheshimiwa, tafadhali. ninamiliki kampuni yangu kwa sasa kwa ajili ya msaada wako. maisha yangu yalirudi kuwa kama kawaida. Tafadhali naomba nikusaidie kurudisha mgahawa wako, naomba nikusaidie tafadhali, kama wewe ulivyonisaidia nilipokuwa na shida. Mwisho wa siku tajiri alikubali kusaidiwa. Message: tenda wema na wema utakufuata popote uendako.